Lakini kabla hatujaenda mbali zaidi, vile vile kuna kanuni za kuwa karibu na Mungu au za kumkaribia Mungu ili uweze kuisikia sauti yake. Unaweza ukajiuliza mbona najitahidi sana kumkaribia Mungu, napambana, nafanya hivi. Sasa unakuja kujiuliza, why, inakuaje? Mbona siwezi? Ninajaribu kufanya hivi, ninajaribu kufanya hivi, lakini sioni. Kuna kanuni za kuwa karibu na Mungu. Sio kwamba tu umetaka, nataka niwe karibu na Mungu, basi tayari tayari Mungu anakukaribia. Kuna kanuni zake. Haleluya, watu wa Mungu. Kanuni ya kwanza ya kuwa karibu na Mungu, lazima moyo wako uwe safi. Ili uwe karibu na Mungu, lazima moyo wako uwe safi. Usiruhusu vitu vingine ndani ya moyo wako vijaze moyo wako ndio maana anasema kati ya ku, ya vitu vya kulinda katika maisha yako, wa kwanza uwe ni moyo wako. Na wanasema ya kwamba moyoni mwako unatakiwa umweke Mungu au Yesu, na sio mke wala mtoto wala mali wala fedha. Ukiziweka fedha kwenye moyo wako inageuka U, hizo fedha zinakuwa Mungu wako. Ukimweka mume kwenye moyo wako mume anakuwa Mungu wako ukimweka mtoto kwenye moyo wako mtoto anakuwa mungu wako. Ikitokea mtoto amepata shida tu au ameku hivi, tayari unajeulika unajeruhika unaumia na kuwa hivi na hivi. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo lazima moyo wako uwe safi. Waibrania sura ya kumi mstari wa ishirini na mbili neno la Mungu linasema hivi: na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamili mbaya, tumeoshwa mili kwa maji safi, na tukaribie wenye, wenye moyo wa kweli. Wenye moyo wa kweli, moyo wa kweli ni upi? Ni moyo ambao hauna ma, mawa, ni moyo ambao hauna uchafu, hauna takataka taka ambazo hazifai. Bwana Yesu asiwe sana moyo usiokuwa na nia mbili, moyo usiokuwa na kigeugeu. Tukiwa na moyo usiokuwa na kigeugeu, usiokuwa na nia mbili, tutakuwa na access kubwa ya kuwa karibu na Mungu, tutakuwa na nafasi kubwa ya kuwa karibu na Mungu. Mimi na wewe tutakuwa na nafasi kubwa ya kumsogelea Mungu na tukiwa na nafasi kubwa ya kumsogelea Mungu, maana yake tuna nafasi kubwa ya kuisikia sauti yake, tuna nafasi kubwa ya kuisikia sauti, sauti yake ingine elewi Yakobo sura ya 4 mstari wa 8 inasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi, itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi. Ndio kwenye moyo ulio safi Takasa mikono yako, takasa mikono yako. Na nasema ya kwamba, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili, kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Kuna watu wana nia mbili katika maisha yao, mguu mmoja kwa Mungu, mguu mmoja kwa shetani, mguu mmoja kwa Mungu, mguu mmoja kwa, kwa ya dunia. Sasa anasema ili uweze kuwa karibu na Mungu, lazima usafishe moyo wako wewe, wenye nia mbili lazima utakase moyo wako ili uwe na nafasi ya kuweza kumkaribia Mungu na ukipata hiyo nafasi, umepata nafasi ya kuweza kuisikia sauti yake. Haleluya, kanisa la Bwana, sijui neno hili limemkusudia nani. I don't know. Sifahamu, Mungu mwenyewe ndio anajua, ama inaweza ikasema labda yamkide, na mimi nikiwa mmoja wapo neno hili likawa linanihusu mahali ambapo sijaweza kusikia sauti ya Mungu. Unajua kitu ambacho kinatuangusha watu wengi, nafika mahali tunajifanya wajuaji, kisa umekaa kwenye okovu muda mrefu, ah, umesoma Biblia kwa namna moja hivi una viandiko vingi vingi kichwani, basi unaona ah, mimi niko sawa, I am perfect, niko vizuri. No, hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza akakamilika angali yuko hapa duniani. Bado unahitaji kukamilishwa zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Hata kama wewe umekamilika kwenye eneo hili, lakini kuna mahali pia unatakiwa kukamilika ndio maana upo. Ikifika mahali umemaliza kazi yako kila kitu umekava. Hauna haja na Mungu, hana haja ya kukuacha uwepo duniani. Bwana Yesu asiwe sana. Lazima atakuchukua tu kwa namna yoyote. Lakini Mungu anatuacha kwa sababu anajua kuna vitu vingine bado havijakamilika. Ukisoma katika Ufunuo sura ya tatu mstari wa pili anakuambia uwe mwenye kukesha, kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha na nayaona kuwa hajakamilika. Ingine haielewi, ngoja nikusomee Ufunuo wa Yohana sura ya tatu mstari wa pili Nasema, uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia ya yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu. Maana yake lazima uwe mtu wa kupambana, kukesha, sio usilale, uwe tayari. Be watchful anasema kwenye Kiingereza. Bwana Yesu sana kama tunaelewana hata Mungu. Lazima sasa mioyo yetu iwe safi ili tuweze kuwa karibu na Mungu, na tukiweza kuwa karibu na Mungu, basi hiyo imeisha, hakuna mjadala mwingine tena zaidi ya kupata access ya kuisikia sauti yake. Namba mbili, kuwa mnyenyekevu. Unahitaji kuwa karibu na Mungu, lazima uwe mnyenyekevu, kama unavyokuwa mnyenyekevu kwa bosi wako. Kuna watu ni wanyenyekevu kwa mabosi wa, mabosi zao huko. Ndio maana utakuta bosi anakuweka karibu, kila kitu anakushirikisha. Kwa sababu gani? Unaonekana ni mtu mnyenyekevu kwa bosi wako. Sasa bosi wetu ni Mungu na Mungu ni zaidi ya bosi huyo wa dunia hii. Na Mungu ni zaidi ya bosi huyo wa dunia hii. Kwa nini tusiwe wanyenyekevu mbele za Bwana? Tukiwa wanyenyekevu mbele za Bwana, Mungu atatuweka karibu. Kwa sababu moja Watu wenye wa kiburi Mungu mwenyewe huwapinga, sio mwanadamu, Mungu mwenyewe huwapinga. Sasa huwezi kumkaribia Mungu kama una kiburi. Siwezi kumkaribia Mungu kama nina kiburi. Lazima niwe mnyenyekevu mbele za Bwana ili nipate nafasi ya kuwa karibu na yeye. Bwana Yesu asiwe sana. Kwanza watu wanyenyekevu huwa wako tayari kufundishika. Watu wanyenyekevu huwa wako huwa tayari kupata ushauri au kushauriwa au kuelekezwa lakini mtu mwenye kiburi, kila kitu anakijua, hata kama akijui atangania anakijua tu, anakijua. Ninajua, ninajua. Ukimgusia huku anajua, yaani kila kitu yeye anajua. Ukimwona mtu kila kitu anakijua, kila kitu anakijua, mbona ana element za kiburi ndani yake? Hakuna mwanadamu ambaye anajua kila kitu. Kuna dek, kuna daktari hajui mambo ya uhasibu kuna mwasibu ajui mambo ya daktari. kwa ili tuwe karibu na Mungu lazima tuwe na moyo unyenyekevu. Zaburi 34 mstari wa 18, neno la Mungu linasema hivi: Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Tunapozungumza waliovunjika moyo, waliopondeka roho, maana yake ni watu ambao ni wanyenyekevu. Yeye ndio hakaribu nao, wale ambao wanaona bila Mungu hawawezi, wanaona bila nafasi ya Mungu hawawezi, mioyo yao imepondeka mbele zake, ndio hao wanakuwa na ukaribu na Mungu, ndio hao Mungu anawakaribia. Bwana Yesu wasiwe sana. Na ukisoma Mika sita nane neno la Mungu linasema hivi: E mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako, na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako, ndicho anachokitaka yeye. Mungu anakuonyesha aliyo mema, lakini kwako anachokitaka ni kwenda kwa moyo wa unyenyekevu kwake, pamoja na kutenda haki na kupenda rehema, na kwenda kwa unyenyekevu kwake yeye ili tuwe karibu na nani? Tuwe karibu na huyu Mungu.